Nabii Aidia, nataka niongee kitu ambacho watu ambao sasa unanisikiliza TikTok na YouTube. Huu ni wakati wa kufanya kazi ya Mungu na kazi ya Mungu naesamana. Kwanza nataka nikupe faida moja, ambayo umetambue kwamba unaponisikiliza mimi unasikiliza kipawa, na kwa kuwa unasikiliza kipawa huo nahakika kazi ya kipawa ni kuachia miujiza kwa unachotaka ni kwamba huo unasikiliza katika imani, yale ambayo ninakwenda kwanza kuachilia kwenye TikTok, nakwenda kuachilia YouTube ni kwa faida, kwa sababu kila jambo na wakati wake, na ni wakati wake mimi akuanza kuachia ujumbe wa miujiza ambayo inatendeka. Lengo ni wewe ambaye unanitazama Una changamoto za magonjwa mbalimbali, umejaribu kutafuta huduma umeshindwa, pengine wagonjwa wako uh, wako wametembea kwa mahospitali makubwa, lakini hawajaona chochote. Sasa ni wakati nabii nimekuletea ushuhuda uh, kwenye TikTok na YouTube, ili uweze kunitafuta, matatizo yako yaishi. Kwa hiyo nikuwa makini kunifuatilia na miujiza itaanza kwako, hata nyumbani kwako utafanikiwa kwa imani ambayo nimekuletea. Ni mimi mtumishi wa Mungu, Nabii Elia wa mkoa Katara, wilayani Mlele, halmashauri ya Mpimbwe. Ni kukujulisha tu. Mungu akubariki sana. Sasa uwe makini kufuatilia taarifa zangu na shughuli za kwenye mtandao. Amen.